Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Maonyesho ya 39 ya theluji na barafu ya Harbin yameanza hivi karibuni mjini Harbin, mji mkuu wa mkoa wa Heilongjiang ulioko kaskazini zaidi mwa China, na kuvutia watalii kutoka sehemu mbalimbali mbali nchini humo. Harbin inaongoza katika sanaa ya theluji na barafu kutokana na kipindi kirefu cha msimu wa baridi, na utalii wa theluji na barafu katika mji huo unamalizika kwa kufanya tamasha la kila mwaka. Sanamu kubwa na vifaa vingine vilivyowekwa vimetengenezwa kwa zaidi ya uzio wa mita laki moja nukta tano za theluji na barafu katika bustani yenye ukubwa wa mita za mraba laki nane nukta moja. Kati ya vivutio vikubwa ni mnara wa barafu wenye urefu wa mita 43 kwenda juu, mteremko wa mita mia tano wa barafu, na usukani wa mita 120 ulio katika umbo la theluji ambako watalii wanaweza kuona mandhari nzuri ya bustani hiyo wakati wa usiku. Kutokana na umaarufu wake wa rasilimali ya theluji na barafu, Harbin imejenga bustani tatu za barafu na theluji na shughuli mbalimbali mbali za utalii kwa ajili ya maonyesho ya mwaka huu. Maonyesho ya taa na fataki pia yalifanyika wakati wa hafla ya ufunguzi wa maonyesho hayo. Licha ya joto la nje kushuka na kufikia nyuzi joto ishirini chini ya sifuri, katika mji wa barafu, hamu ya watu kwa ajili ya michezo ya msimu wa baridi na kuangalia mandhari haikupungua. Katika mtaa maarufu wa Chungyang mjini hapo, kitu kimoja kinachovutia macho zaidi ni sanamu ya sungura yenye urefu wa mita 8 ambapo makundi ya watalii wanaweza kupiga picha na kukaribisha mwaka wa sungura. Pia kuna timu 30 za timu change ambazo zinatengeneza sanamu kwa kutumia mawe ya barafu. Mashindano ya uchungaji wa sanamu za barafu pia yanafanyika katika bustani ya karibu ya Chaolin. Utengenezaji wa karibu sanamu mia tatu za barafu umeachwa kwa umma bila ya malipo. Utalii wa majira ya baridi unaendelea kushika kasi, huku watalii wakifurahia barafu na theluji katika maeneo mbalimbali ya kuvutia katika mji huo. Wanaweza kufurahia mteremko wa mita mia tano wa barafu katika bustani ya theluji na barafu ya Harbin kutengeneza wenyewe sanamu za barafu katika maonyesho ya theluji ya kisiwa cha jua na hata kuangalia kwa karibu Penguin wa Antarctic katika jumba la makumbusho la Pola. Maonyesho ya barafu na theluji ya Harbin yaliyoanzishwa mwaka 1985 yanatimiza miaka 39 mwaka huu. Ni maonyesho yenye sehemu nane kuu,